Ziara yangu hii ya Singida ni jukwaa la kuwasikiliza wananchi wote. Tutasikiliza kila mwananchi mwenye changamoto, mwenye kero, mwananchi yoyote kama yupo anaonewa kwa namna yoyote, wajibu wetu kama chama ni kwenda kusikiliza umma unatuambia nini, kwa sababu katika ahadi zetu sisi za wanachama pia tunasema, tunaamini kwamba watu wote ni sawa Hakuna aliye mkubwa aliye mdogo, wote tunalingana na wote ni sawa, hivyo lazima tuweze kutendeana utu. Hivyo nitumie fursa hii kuwaalika pia wananchi wa mkoa wa Singida ambao wana changamoto mbalimbali mbali, waweze kujitokeza, waweze kufika na sisi tutaweza kuwasikiliza na kuweza kutatua changamoto zao ambazo watakuwa nazo. Lakini jambo lingine ambalo ninapenda kulizungumza hapa Chama chetu cha Mapinduzi kinaamini kuwa siasa za kitaifa hazipaswi kuendeshwa kwa jazba, hazipaswi kuendeshwa kwa lawama au maneno ya kukatisha tamaa, bali siasa zetu za vyama vyote inabidi ziongozwe kwa hoja, ukweli na dhamira ya kulijenga taifa letu. Chama makini na chama imara hakikimbii hoja, hakikwepi mijadala, bali kinaungana na wananchi kuweza kusikiliza lakini kuhakikisha siasa inafanyika katika kuwaletea wananchi maendeleo na sio kuleta madhira au madhara kwa umma. Kwa nini nasema kauli hii? Vipo baadhi ya vyama vya siasa ambavyo kazi yao kubwa ni upotoshaji, kudandia ajenda zisizo na msingi, kuligawa taifa, lakini kutokuwa wakweli. Hivyo nitumie fursa hii kuomba vyama vyote vya siasa kiongozwa na chama cha Mapinduzi, twende kwenye mijadala ya hoja ya kujenga hoja. Siasa ni pamoja na kusikilizana, ila chama chochote kinachokimbia mijadala, maana yake hicho chama kimekufa. Na vyama hivyo vipo, na vingine mnasikia havitaki maridhiano, vinasema hatutaki kukaa meza moja. Sasa hawa ajenda yao sio njema kwa taifa hili, hivyo niombe watanzania wa Tanzania waweze kujinasibisha na vyama ambavyo vimebeba ajenda za maendeleo, ajenda za amani, ajenda za umoja na mshikamano, ambao utaleta ustawi katika maendeleo yetu. Lakini jambo lingine katika ziara hii ambayo ninakwenda kuifanya kama mwenezi wa chama cha mapinduzi, tunakwenda kuwahamasisha wanachama na wananchi kusimama imara, moja, kulinda chama chao, pili, kulinda serikali na taifa lao lakini tatu kwenda kuchochea amani, umoja, upendo na mshikamano ndani ya taifa letu, lakini tukisukumwa na dhamira ya dhati ya kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu, chama cha mapinduzi kinaendelea kusonga mbele kikiwa imara na madhubuti, chenye dira na chenye dhamira isiyo yumba ya kuwatumikia Watanzania. CCM haijengwi kwa maneno, CCM inajengwa kwa vitendo, na vitendo vinaonekana kwa kazi kubwa ambayo Chama cha Mapinduzi kimefanya ndani ya taifa letu katika kipindi chote ambacho kimepewa fursa na wananchi ya kutoa uongozi ndani ya taifa hili. Lakini jambo lingine, siasa ya nchi yetu inazidi kuimarika na kukubalika ndani na nje ya nchi yetu. Na ndiyo maana katika sekta mbalimbali kumekuwa na mapinduzi makubwa ya uchumi na ukuaji katika baadhi ya maeneo. Mfano, tukianza na TRA. Tunapenda moja kwanza kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan lakini pia kwa Kamishna wa TRA. Tunatoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha mifumo ya kikodi nchini ambayo imetoa na kuwezesha ukuaji wa shughuli za kiuchumi, kuimarika kwa uhusiano kati ya TRA na wafanyabiashara, lakini kuongezeka kwa makusanyo ya kodi hapa nchini. Makusanyo ya TRA kwa miezi sita ya kuanzia Julai mpaka Disemba 2025, yamekuwa ni shilingi trilioni tatu nukta moja kwa wastani kwa kila mwezi, na hii kipekee kwa mwezi Disemba ambao tumeumaliza makusanyo yalikuwa ni shilingi trilioni nne nukta moja tatu kiasi kikubwa zaidi kukusanywa na TRA. Sasa mnaweza mkaona mambo haya yanawezekana. Kwa nini? Moja, kwa sababu nchi na utulivu, nchi na uongozi imara, lakini watanzania wanafanya biashara zao kwa ukubwa na ndio maana leo tunaweza tukakusanya fedha nyingi namna hii.